Ndugu zangu mnaonitazama, kaka zangu mnaonitazama, baba zangu mnaonitazama, siku zote, hii dunia si mali yetu, lakini mali itakayotufaa sisi hapa duniani ni ile ambayo tutakayokuwa tumeiacha kama sadaka tujariya kabla ya kufa kwetu. Ndoto kubwa ya ndugu zetu watoto zetu wa hapa Gihanga, alhamdulillah, chini ya Interna Islamic Alhuda tumeianza kwa mchoko na mapambano yaliyokuwa makubwa sana ndugu zangu, kupitia katika grupu letu la madrasa online Al Huda, alhamdulillah tumekubali kwamba ni moja kwa mwezi tutakuwa tunatoa sadaka zetu kwa kutembelea madrasa mbalimbali. Nimefikisha mashafu hamsini ambazo tumezikusanya na kuanza kuzisambaza katika madrasa alhamdulillah. Narejea tena hapa, mikononi ninayo ma... hapa mikononi nina mashafu ambayo ndugu zangu watoto zangu hawa hapa wako katika internet, wataisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tuko katika siku bora katika kumi bora, leo tumeikamilisha sadaka ya kutoa mashafu, lakini vitabu nurani qaida nayo na pia tuko nayo hapa, lakini tumeleta pamoja na majuzu. Kama haitoshi hilo, mama zangu, kaka zangu, kupitia kundi letu la madrasa online ya Alhuda haya ni madaftari kwa ajili ya watoto zetu, wapate nafasi ya kuanza kusoma na kuandika kwa kutumia kuitafuta elimu yenye manufaa katika maisha yake. Ni washukuruni nyote ambao mnaendelea kuniamini kutoa sadaka zenu. Lakini huku, mama zangu, katika grup letu la Al Huda nimekabidhiwa pesa kwa ajili ya kuweza kununua mashafu. Yuko mama mmoja ambaye alikuwa anamuuguza mama yake, mama akamuuguza mama yake, lakini mwisho wa siku ule mama amefariki familia nzima ikaangalia kwamba kuna kijisenti cha pesa ndogo sana ambazo zilikuwa zimebakia kwa ajili ya dawa ambazo alikuwa anazitumia marehemu. Wamechukua zile pesa na kuweza kusema tukamilishe sadaka ya masafu. Nimefikisha maana yenu hapa Gihanga, wakisoma kupitia Qur'ani ya Mungu ikamfae mama yetu alipolala katika kaburi lake. Yoyote ambaye amenipa sadaka yake, sawa na nia aliyokuwa nayo Tutaraji sote malipo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Nimeona hiyo haitoshi, nimeenda kuwatembelea watoto mapacha ambao wanaopatikana hapa Gihanga. Mzazi, Mungu Mungu amempatia neema ya kuwa na watoto mapacha. Angalia maisha yao na nyumba ambayo wanaishi hemo. Nimepita kwanza kutazama nyumba ambayo walikuwa wanaishi hemo, imeharibika, imebomoka. Lakini wafundi hao ambao unawaona ni kupitia nguvu ya sadaka ambazo mmeipatia, nikasema kwanza wamalizie nimewafata sehemu ambapo wamejiazima sehemu nimefika, alhamdulillah. Watoto pia nimewakabidhi nguo hizo mpya ambazo unaziona. Watoto mapacha hizo wamevaa, ni sadaka zenu hizo hizo ambazo nimeziungaunga, ili mradi tu zifike kwa wale ambao ni wanyonge kwelikweli. Kama haitoshi niliweza kuchinja angalau mbuzi mmoja ambao hawa watoto angalau watafune nyama kupitia sadaka yako. Yote haya tunaoyafanya, mbuzi ambao tunaichinja ni kwa ajili ya mmoja wetu ambaye ana matatizo, amenambia, Hamza, nini nifanye? Tumeambiwa wachinjie watoto watafune nyama angalau, wanunulie na vitabu daftari hizo, ili mradi malipo ni makubwa kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Natoa wito kwa Waislamu ambao wanaobakia laidi kubwa iko mbeleni hapa, wallahi, angalia. Katika zile siku ngapi za laidi, nipe sadaka yako ili niweze kuchinja. Tumechangia ngombe mmoja kama unavyomuona kupitia picha hiyo. Ni mama zangu hawa Alhuda wamechangia changia kupitia na ndugu zangu ambao wako nje ya Burundi, na wao wamechangia sadaka yao, ili mradi ngombe mmoja apatikane, ili mradi tuje tumchinje, wapate angalao nyama ndogo ndugu zako ambao wenye mahitaji. Angalia maisha ya ndugu zetu ambao wanaopatikana huku nipe mbuzi wako mmoja, nipe kondoo wako mmoja, zikiwa mbili tatu wakichinjiwa watoto zako hapo, hata ngombe mmoja unaweza ukasema Hamza, mi najitolea ngombe mmoja wa milioni tatu na nusu milioni nne mpaka ngapi, awa wakachinjiwa. Hawa ni baraka zilizokuwa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Limoja kwa mwezi, tutakuwa tunalifanya hilo. Nimeongea na mama zangu, wanatamani pia wapate shamba lao, wawe wanalima, wawe kama asosiasio Nimelipokea wazo lao lizuri sana. kwenye anvelope hapa nimewakabizi pesa franga za Burundi za mwanzo za kuanzia, angalao tupate kiwanja ambacho, hichi kiwanja kitakuwa kama shamba lao we wanalima. Tuna kodi hapa laki sita kwa mwaka mmoja tu, nimetoa angalao laki moja na franga elfu hamsini, bado kuna kosekana laki nne na franga elfu hamsini. Watakuwa na shamba lao ambao watalikodi kwa muda wa mwaka mmoja watalima mazao yatakaweza kupatikana, watauza angalau sokoni, iwe ni faida kwao na iwe ni faida kwa watoto zao. Yote ni ndoto na safari niliyokuwa nayo kwa ndugu zangu hawa. Unawaona wanavyotafuna hicho kidogo, mikate, chai, kama kutia nguvu na hamasa waweze kuja kuisoma Qurani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, huku wakiwa hawana njaa. Nina imani kwako, nyumbani kwako, ndugu zako, watoto zako mnakula chakula mpaka na kingine mnakitupa. Aminini kwamba hicho mnachokitupa, ya umulkiyama kitapata nafasi ya kusema. Angalau kama una riski, Mungu amekupatia, hebu tukabizi, tuwaletee watoto zetu watafune mbeleni. Hapa wanaingia katika likizo ya vakanse, wataikaa hapa kupitia interna yetu hapa. Tunatamani siku ya kwanza na ya pili, siku zote miezi mitatu wao wanakula hapa angalau saa sita angalau ikitupendeza, na asubuhi ikitupendeza, na jioni. Yote haya ni nguvu na ushirikiano. Kama hauna cha kuchangia, basi sambaza video clip hii, inaweza ikawapata watu wenye hofu na Mola wao wakawa wamechangia. Mungu, nibariki na niendelee pia kufikisha sadaka za Waislamu Tunayafanya haya ni moja kwa mwezi. Mungu atubarikie, ivyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongoza wa jamii.